Katika mambo eh, ambayo tutazungumzia, tutazungumzia mambo ya musafir kwa leo na yule mgonjwa. Nini ni hukumu ya wao kufunga au kuacha somo? Mtu ambaye ni mgonjwa, kuna wagonjwa aina mbili. Kuna watu wana ile chronic disease, yaani ugonjwa wa kuendelea, kama mtu ana cancer labda ama ana diabetes magonjwa kama hayo yale ambao labda utasema wao wenyewe huita hayatarajiwi kupona. Magonjwa kama hayo yana hukumu tofauti na hayo magonjwa kawaida. Ikiwa mtu ana magonjwa kawaida kama labda homa kali sana, lazima ile ugonjwa huo ni ugonjwa wa kisasa yani, wa mdhuru ambao yeye mwenyewe hawezi kutahamali, yani yale maumivu paka ale au mpaka atunye dawa. Si ugonjwa tu mdogo hivi. Eh, yomona ukucha labda ama homa nyepesi la ile, hakuna ruhusa pale. Ruhusa ni ikiwa mtu ana homa eh, ambayo labda yuaogopa maumivu makali, yuaogopa eh, labda asipokula labda itampelekea kufariki ama kuwa hali maututi ama ule ugonjwa muda wake kuzidi. Ikiwa ugonjwa umefika hali kama hii, ndo sasa yuaruhusiwa kula. Mwenyezi Mungu asema katika Qur'ani wa man kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, na mtu ikiwa ni mgonjwa au yuko katika safari, basi alipe baadaye. Ile somo. Kwa hiyo mtu ambaye ni mgonjwa, ugonjwa kama tulivyoeleza ambao si chronic, atafungua, atakula hakuna neno, kisha baadaye atalipa, kisha baadaye, atalipa. Ugonjwa ambao ni chronic, eh, kama tulivyosema diabetes, cancer, ikiwa yule mgonjwa yuaweza ku set, yuaweza kujiwekea zile dawa ale usiku, eh, bila madhara yote mchana, basi afanye hivyo. Tamam. Hii ni ikiwa yuaweza kuweka zile dawa usiku, na yuaweza kusema kuwa halasi mchana yuaweza fanya hali kabisa. Tamam. Na dawa pia hazili yuazila usiku. Lakini kuna wengine, watu wengine, nafikiri wako diabetic He, ama ni aina fulani za kansa haiwezekani hawe, yani lazima anasindano, mchana, sijui, lazima anasindano usiku. Kwa hivyo mtu kama huyu, tutaeleza hukumu yake inshallah. Lakini yule mtu awezaye kufanya zile matibabu na vyakula vyote awe yu ala usiku eh, badala ya mchana atafanya hivyo, yake hali yake ni rais. Lakini huyu mtu mwingine sasa ambaye ana chronic disease na mtu ambaye hukumu yake itakuwa kama huyu mwenye chronic disease ni mtu mzima amfika 80 85 90, hawezi tena kufanya nini? Kufunga hajiwezi tena, tamam, hajiwezi tena. Mtu kama huyu eh, ramadhani hafungi, imeporomoka. Mwenyezi Mungu wasema, wa alladhina yutiqunahu fidyatun taamu miskina Yeah? na wale ambao hawaiwezi, hapa maana yake kuna la yani wala, wa ala alladhina la yutiqunahu kadiri wa wala. Ibn Abbas akisema hapa maana yake ni walladhina la yani wa ala alladhina la yutiqunahu, wale ambao hawaiwezi kufunga eh, yeah? wana ugonjwa ambao hauishi chronic disease au ni wazee, watafanyaje? Watakula ule mchana, hakuna wasiwasi, lakini baada eh, si baada, afwan, kila siku lazima watoe fidia kila siku lazima watoe nini, fidia. Sisi aswili tuasema kibaba kibaba tu cha chakula. Kibaba chenyewe ni kama gramu 700 tu, ampe maskini. Tukisema maskini pia fakiri, yani mtu ambaye ni muhitaji, apewe kile kibaba kimoja. Uchukue kibaba kimoja kwa kila siku, kwa hivyo siku 30 itakuwa vibaba 30. Na unao hiari ungoje mpaka mwisho wa Ramadhani uzijumuishe zile vibaba zote utoe, ama una hiari kila siku utoe kila siku ikija ndo atoa, kila siku ikija ndo atoa. Naam. Kukadimisha, wengi katika maulama wasema la usikadimisha, ni usilete mwanzo eh, usitoe siku ambayo haijafika bado, haijakuwa wajibu kwako somo. Kwa hiyo mtu kama huyo eh, lazima atoe kibaba na atatoa kwa kwa tabani, ikiwa ana uwezo, ikiwa ana uwezo manake eh, Mwenyezi Mungu mara nyingine hujaribu aje. Aweza pata mtu ni mzee na hana uwezo, yani hana pesa za kutoa halasa, atangoja mpaka akija kupata, ile inakuwa katika dhima yake. <coughs> Almuhimu ni kuwa huyu mtu mzima kama huyu atatoa yeye ama kama ataambia watoto wake wamtole eh, na watatafuta maskini wampe. Kibaba kama tulivyosema wao wenyewe wanasema ni mud. Mud kwa Kiarabu, kibaba kwetu kwa Kiswahili. Mud ni takriban ni approximately chini ya gramu mia saba. Chini ya gramu mia saba. Lakini mtu akifanya ihtiyati akitoa gramu mia saba na hamsini yani, eh, kilo ila robo. Kilo isipokuwa robo eh, chuzima, yani kasrobo ukitoa mchele eh, khalas, ya tosheleza. Toa mchele usimpikie la, toa mchele mpe, mpe tamam. Hii ndo, uh, kibaba, ama namna ya kutoa kibaba kwa yule ambaye hawezi kufunga, khalas la yurja buru eh, mtu ameparalyze labda, eh. Mtu ambaye hana akili huyo aslan swaum kwake si lazima sisi tuzungumzie, mtu ambaye ana akili yake, tamam. Uh, mtu mwenye maradhi ama mtu mwenye ambaye ni musafir kama tulivyoeleza, tutazungumzia mwenye maradhi, mgonjwa na musafir. Musafir hukumu yake ana ruhusa pia ya kufanya nini, ya, ya kula. Ana ruhusa ya kula lakini kwa masharti fulani. Ana ruhusa ya kula lakini kwa masharti, na masharti yenyewe ni muhimu tuyajue. Sharti la kwanza ni kuwa lazima awe ameanza safari yake kabla ya alfajiri, lazima awe ametoka ule mji wake kwa mfano mtu kwao ni Mombasa, yeye ni mkazi wa Mombasa, aketi pale Mombasa, ataka kusafiri kwa mfano saa nne asubuhi, yani saa nne mchana, la la la, atakusafiri kama saa nne mchana, kisha asubuhi mwenyewe uwala. Kimuuliza kwa nini, amwambia mimi ni musafir. La, wewe si musafir, bado huja kuwa musafir Tamam. Akija kisafiri ile saa 4 hata akiwa njiani hafai kula, kwa sababu gani? Alfajiri ilimpata mji wake akiwa mjini kwake. Kwa, kwa hivyo hafai kula, hafai kuchukua ile ruhusa ya kula kwa sababu gani? Saum au uwajibu wa saum ushataallaq na dhima yake. Uwajibu wa saum khalas sasa ushakuwa usha saum ushakuwa usha wajibu kwake. Kwa, kwa hiyo lazima ende akafanya nini? A, e, lazima at, af, afunge. Tamam. Isipokuwa labda akianza safari kisha alemewe, e, upate labda amesafiri sehemu mbali tabu, eh, shida sana njiani, atapewa ruhusa ya kufungua, lakini si kwa ajili ya safari. Atapewa ruhusa ya ya kufungua kwa sababu hajaweza kufunga kwa sababu yeye mwenyewe hajaweza kufanya nini, kufunga. Yule ana ruhusa, lakini mtu ambaye anchelewa hakusafiri kabla alfajiri, basi lazima afanye nini, afunge ile siku. Kwa hivyo hilo ni sharti la kwanza, awe ameondoka mji wake kabla ya alfajiri, la kwanza. Kisha pili, katika masharti pia ni ile safari yake ni safari ya mubaha Yani ima ni safari ya wajibu eh, kama labda mtu <coughs> <coughs> itakuwa labda uenda hija, iwezekana umra ya wajibu eh, labda kama yenda umra ya wajibu haya eh. au yuenda labda ni safari ya sunna, yenda kuzuru eh, wazee, eh, yenda kuunga kizazi, zile safari za sunna, au safari ni mubah mwenyewe yuenda tu eh, kupumzika labda sehemu fulani kama hivyo, safari bora hiyo ni mubah. Lakini safari ikiwa haramu, Safari ikiwa ni haramu haifai kufungua. Kwa mfano, waliadhu billah, mtu yusafiri ili labda eh, ende akafanya biashara ya tembo. Waliadhu billah. Ama yusafiri ili ende mji labda akaibe. Eh, kolega wetu, yani labda mtu aende apige maplani apige madili madili, yanyake haram. Kwa hivyo ile safari yake yenyewe ni haramu. Basi mtu kama huyu hafai Ruhusa, hafai. Tamam. Hiyo sharti ya sharti ya pili na tatu, ya tatu ni kuwa lazima ile safari iwe zaidi ya karibu ambayo haijafika takriban kilomita eh, takriban kilomita 80 au 82 au kutaka 77, ikiwa wewe wasafiri sehemu Kilomita ishirini kilomita thalathini, basi sehemu kama hizo hufai kufungua, huna ruhusa ya kufungua. Wewe si msafiri yule ambaye yakusudiwa hapa. Tamam. Kwa hiyo eh, tueni makini, tueni makini, tusiteze na dini. Mtu yote tu aseme ah, mimi nasafiri? La, tutaulizwa siku ya Kiyama. Mbona bwana ukwenda kuuliza eh, Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Naam, sisi katika zama zetu mambo ya dini ndo hatujali eh, mtu yote akisema kitu twende tuachukua lakini masail mengine lazima tutafute yule professional katika hiyo eh, profession. Mwenye kujenga nyumba tutaka engineer mzuri, mwenye kuji, mwenye kutaka matibabu tutafuta daktari mzuri, maanake yale mambo yahusiana na maisha yetu, yahusiana na mwili bwana, hiyo ndio muhimu. Lakini mambo yanayohusiana na dini, potelea pote, hatuna umuhimu nayo. Almuhimu kila mtu eh, chembelecho eh, waswahili sema kila mtu atabeba msalaba wake hiyo siku, kila mtu ataulizwa. Sisi kazi yetu ni <laughs> tabligh la ilaha illa Allah, muhammadur rasulullah. Naam, na huyu mwenye kusafiri bora kwake ni vipi? Kama tushasema labda haya masharti ya shatimia tamam. Aafwa, na jambo muhimu pia katika safari ni mtu ambaye ang, amekusudia kusafiri ile sehemu anayokwenda. Ama kwa mfano mtu ametoka Mombasa amekuja paka Nairobi, ameketi Nairobi, ama amepanga kuketi Nairobi zaidi ya siku tano, sita, saba. Mtu kama huyu haitwi musafir. Kwa hivyo akifika tu Nairobi haifai tena kufungua. Tufahamiane, huyu ashakuwa mukim ashakuwa nini? Ashakuwa muqim. Kwa kwa hiyo hana tena ile hukumu ya musafir huyu, kaz... huyu sasa ni muqim, ataketi pale afunge. Kwa hiyo tukisema ni musafir, ni mtu ambaye amekwenda kwa mfano, akiwa njiani khalas ni musafir, haina neno. Ametoka Mombasa labda mpaka Nairobi, amekuja na gari la pole pole, tuseme alfajiri amempata njiani, ile siku tumwambia, haina neno, atafungua. Lakini akishafika Nairobi, ehe, umepanga kukaa siku ngapi hapo Nairobi? Amepanga kukaa siku tano, khalas yule mtu anaitwa ni muqim, ni mwenyeji wa pale, lazima afunge zile siku zingine. Tamam. Kisha huyu msafiri ambaye tumempa ruhusa, yani tumeambia sisi tumempa ruhusa, yani tumeambia kwa ana ruhusa ya kufungua, eh? Ipi ni bora? Bora kwake ni afunge au bora ni afungue? Bora afunge ama bora ale afturue, awe fatir. Maula anatuambia ma bora mtu kama huyu awe amefunga, ikiwa hana madhara yote. Ikiwa apati madhara yote kabisa hususan siku hizi, alhamdulillah safari ni rahisi. Eh? wapanda gari waja 6 hours 7 hours shafika shona bila madhara yoyote, bila shida zozote, mara nyingi hakuna yaani ile taabu. Sasa ikiwa hakuna ile taabu, basi mtu kama yule tumwambia bora ufanye nini? Ufunge, maanake Ramadhani, ama kufunga katika Ramadhani, saumu ya Ramadhani si kama saumu nyingine bwana. Saumu ya Ramadhani kuna himma, eh, uko na watu pamoja na mambo kama haya Tamam, lakini usipofunga baadaye tena ah, takuja habari ya kulipa labda usahau, labda nini. Kwa hivyo bora mtu afunge nini na Ramadhani, lakini ikiwa mtu yapata madhara, ajua bwana, labda safari kama vile za watu wa kitambo. Tasikia labda watu wakaenda Hija waenda kama miezi miwili mitatu kabla. Unaona zile safari eh, safari zina shida. Njiani kuna majua, kuna mambo kama, sasa mambo kama yale ama safari kama zile ambazo zina ma, madhara eh, mtu kama yule ambaye haina neno basi afanye nini? Ale. Bora kwake alili asipate nini madhara, tamam. Kwa ajili Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema tena amesema katika hizi hizi aya za saum eh, yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, yani Mwenyezi Mungu yuwatutakia sisi wepesi katika aya za saum ametaja mambo haya, yuwatutakia wepesi, hataki kutufanya nini uzito. Kwa hiyo eh, haya ndo eh, maelezo ya yule ambaye ni mgonjwa, yani ya wagonjwa kwa kifupi sana, na pia Uh, aliye katika safari inshallah. Uh, katika darasa zitakazo kuja tutazungumzia inshallah kuhusiana na mwanamke mjamzito tutaanza na hapo inshallah, kisha tutashika baadhi ya masaili mengine ya muhimu. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ala wa alam.